Huko Isiolo wameanzisha msako wa kumtafuta mshukiwa mkuu anayedaiwa kumlawiti mvulana wa miaka saba katika msikiti wa Al Hidaya eneo la kiwanjani siku ya Jumamosi. Wanaharakati wa haki za binadamu na mashirika ya kijamii katika kaunti hiyo wamelaani kitendo hicho huku wakitaka uwazi na haki katika uendeshaji wa kesi hiyo. Ile mtoto vile ameweza kutendewa ile kitendo hataweza kuwa kama yeye, kwa sababu ni mtoto wa miaka sita, miaka tano sita. Ni mtoto ambaye ataishi na hayo mawazo. Kwa hivyo kama organization uh, tunataka speed investigation na hiyo, hiyo, hiyo, hiyo kesi, na tuone kwamba haki imeweza kutendeka. Waambia maimamu naambia aswa kamati ya hiyo msikiti ya kuwa hii ni incident ya pili sasa hivi na kama hatutachukua hatua sasa hivi basi ujue, kutakuwa kumeharibika. Na tunaomba sana viongozi wa siasa wasingililei maneno, kwa sababu ikikuja alternative justice, kuna kiongozi anahitaji jamii fulani ili apate kura. The accused person ni kama alijua anatafutwa na polisi aliweza toroka usiku. Leo polisi walienda huko kulingana na statement zile ziliandikwa, wakapata the second accused ule alisaidia uh, the victim wakati waliendawa. Ameshikwa, amewekwa ndani ya police station na atapelekwa kotini kesho. mashirika ya kiraia ya kutetea ugatuzi wanapinga.